kwa mchezo huu kuahirishwa kwa sababu, ukiangalia ni mchezo ambao ulikuwa ukisubiriwa na wadau wengi wa soka nchini Tanzania. Ukiangalia Azam TV wameweza kuwekeza katika kuonyesha mechi za ligi kusoka Tanzania bara. Kwa hiyo kutokana na mchezo huu kuweza kuahirishwa, basi kwa upande mwingine, kuna maafa ambayo Azam TV wameweza kuyapata kwa kuweza kupata hasara, kwa sababu ukiangalia waliweza kuandaa maandalizi yote kwa ajili ya kuweza kwenda kuonyesha mchezo. Sasa kupitia taarifa ambayo Azam TV wameweza kuitoa inasemaje? Inasema hivi, inasema "Taarifa kwa vyombo vya habari, Machi 8 mwaka 2025. Kuahirishwa kwa mechi ya ligi kuu, mchezo namba 184, watani wa jadi, kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club. Azam Media Limited amlo inasikitishwa na tangazo la kuahirishwa kwa mechi iliyokuwa ikisubiriwa kwa am kati ya Yanga Sports Club na Simba Sports Club, ambayo ilipaswa kufanyika Jumamosi Machi 8 mwaka 2025 kuanzia saa moja na robo usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Tukio hili limeleta athari kubwa kwa mashabiki wa soka, wateja wetu na wadau wa mpira wa mguu kwa ujumla. Hata hivyo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 Pia tunaangalia namna ambavyo mikataba yetu inavyoweza kutulinda na kadhia kama hii siku za usoni. Kwa hiyo tunaona, hiyo ndiyo taarifa ambayo imeweza kutolewa na Azam TV kuhusiana na mchezo wa klabu ya soka ya Simba dhidi ya Yanga Sports Club uliokuwa umepangwa kufanywa tarehe nane mwezi March mwaka 2025 kuweza kuahirishwa kwa, kwa. Tunaona barua ya Azam TV inathibitisha kwamba wameweza kupata hasara, kwa sababu ukiangalia waweza kutumia muda mwingi kuweza kupromoti ama kuutangaza mchezo huu, lakini ndio hivyo umeweza kuahirishwa ukaweza kusababisha hasara kwa kampuni ya Azam TV. Bila kusahau, kwa upande mwingine Azam TV wameweza kwenda mbali na kuona kwamba kuna wateja kwa ambao walilipia visumbuzi ili kuweza kuutazama mchezo huu, lakini waliweza kushindwa kuurusha. Kwa hiyo umeleta usumbufu kwa baadhi ya wateja hao. Kwa hiyo Azam TV wanaangalia mamlaka za soka ni nini ambacho watakwenda kukisema kuhusu mchezo. Kwa mujibu wa taarifa ambayo iliweza kutolewa TFF, ni kwamba bado mamlaka ya soka nchini Tanzania inauchunguza mchezo huu, kwa sababu bado hawajatoa taarifa rasmi ni lini ambao utakwenda kuchezwa mchezo huu tena.